Tu tusauti ya makena yabiti hivo pana tusikie. Yeah, vizuri yeah, cheza na muda vizuri. Ue sure, mbuji. Um, um, mtu hata sekunde moja Okay, sekunde yeah. Zimeanza na mchana, huyu mami mami fulani hivi kwa kuzingatia mezani, kamanda ambaye hawezi ingia vitani, eleo mbongo inipita Mjerumani, unakunja mikono nono na tazama somo dogo na kuchana leo, tatuliza ushono nono na kisogo kama nundu, una rangi nyope ujabaka kalolite, weso mzungu leo taziata kumbukumbu kumbu. Nyuma na bonge la jungu, haki ya Mungu leo mautundu wanagonga makofi mabosi na fosi mtoto una noti unakifua kama koti unatumbwa kama tupoti wewe wewogopi, na umeganga ni kuplay au wewe ni roboti. wamesherewa kwa kitu ninachofanya leo zani nachanana na jumama na kwanza ni hatari, nataka ni balance amesema tumalize kama mboga na ugali na kukopea na zuchu nandi amazari nataka kugonge ni nikuwashe yani kama gani eziganakuona kama ganja upasi kuchana, labda ukaloge we mganga we mwanga. wezishindana na watoto wa Mwanza, labda kama widekamambozo kakulogeta yeah. Anasema e anatokeaga Mwanza sikisa kwanza, mtoto darasa la kwanza, nakupika na na nakupika na bawa atakamo mejibanza unaweka na kwanza

Hapa hapa Bongo ana ana kitu tu mistari ya ya ya uongo, msalaba kwa jina la baba Sun MC. Lakini <laughs> comeback ya Bob Cat MC. Ai, wanabidi jifikirie mara mbili. Hizo kama mbona kurudi na energy kubwa sana. Oya, oya, oya. Kwa hiyo nimebalance mizani yangu ni mwana waje ambao wote wametisha, wametupiana makonde, kila mmoja amekuwa na energy tofauti. Mi kwa round hii naona wote wametoka sawa. Nitahitaji kusikia round nyingine. Oh. Bwana babu mwa kwenda kwa kila kanyi. Oh, yeah.

Unafuga nyole eti, weke rasi pumbavu, futa yo makamasi. Eti, anaona wivu anakunywa maji kwenye glasi. Nishakwambia leo na kudungisha, nakudungisha na kama risasi. Anasema eti anaweza mashairi, mtoto anajifanya naweza kutabiri. Anasema eti, anaweza hebu rapu pumbavu, nifuatia chapchapu. Anaonekana anapenda utikiri Huyu mtizi leo nampa mashahiri. Eti mikono amefunga na nyumba msamaha. Aisee, mwanangu punguza hizo. Mauhaha. Leo napa yote za mikaranga. Wewe mtizi leo naona kwa kwa sababu unanishika. Na chopo la kesta. Wewe mbona kwa nini leo unakuonesha superstar? Kama sasa kakuta na njia like nimekaa mtoto kuja mbele yasezumevaa singilia, tazame chini na miguu ya pia Unijua kama nataka pate pesa ya kulea familia leo, ndio una cheti poko hizo leo. mtoto ngoja sasa nikupe kipigo, umekula tisheti haina viskizo leo. nakufananisha mitata nite hiyo, anainama chini kama na nundu nundu, uongo muone mtoto pasi kafanya zamani fongo, hauna longolongo mtongo leo nakuosha na kusugua mano nanuka shombo afoskia. Sasa nataka kuzungamata maana kunamdo naachana kama unapiga kwata, huo mziki wako kubalika tabasata sata Ula chamba chamba. Hebu shweka toka hapa. Hamna kitu na chofanya kwenye stage. Utakuwa mzuko anyagi, labda na mafegi. Hebu nenda kale mtoto na shemeji. Kushindana na zani najua ta dedi. Are you ready? Ujui kufanya na choki fanya wezi. Minakuona kama ndezi. Najua unendeshwa na msongo wa familia na mapenzi, Kwa yosuka kwa kutoma penzi, Tumeweka kama mteni. Ndugu yangu kwa yeah, mkati mzuka ulizidi, mpaka sasa malani akawa anapotea. <laughs> really? mimi ndogo amekuja amerelax yaani, yeah. le chila bro ye yeah, kula yangu inaenda kwa Sun MC ah uh, da frano le kwa tamsan bila yeah. see dio maana ni nusu fainali yeah, yeah. Mambo wakati umeshambulia sana lakini, kama mwingi malani yanapungua. Kwa hiyo balance malani yako na mizuka yako. Yaani, mi napenda hiyo energy yako sana, natamani tamani hiwe pia na mashambulizi mengi. Uh, kitu ambacho ana anafaulu sana jiki bwengo ana energy lakini pia ana marani vile vile. Kwa hiyo wewe ukimasta hiyo pengine, nyinyi mtakoma kusumbua wili finali kila kila wakati. Lakini kama yule sema, Mansuri Sani akaja, anasema au jamaa Saudi amchangamka sana, acha mimi nitulie, lakini niteme fact yeah. Kwa fact zake zilikuwa poa na zimempa credit kutoka kwangu, mimi nampa sana msii okay. Uh, kwa, kwa kwa energy ambayo iko nayo iko nayo Bob Cat MC akiongeza vitu extra vya mashambulizi makali atakuwa mbaya sana, kwa sababu hakuna engo ambayo kuna mtu atamzidi. Uh, kwa hiyo ukifanyia kazi hilo utakuwa noma sana. Uh, sani sani, hujua ana an, an, an, maneno fulani hivi ambayo anakupigia nayo anaumiza yani, unajua ana punch fans zinaumiza sana, ana ana energy kubwa sana lakini the way anavyo anavyoshambulia ni balaa kabisa. Ana mambo ya ma spotlight yani, unajua hii hii battle imekuwa kama mechi kwa wafuatiliaji wa mpira. Imekuwa kama semi final ya Inter Milan na Barcelona, sijui unaelewa. Mechi ya kwanza 3-3 draw, mechi inaofuata second leg, Barcelona kala goli nne. Au sio bwana? Very hard one. Very hard one. Kwa hiyo Inter ameshinda na goli nne huyu. Amekushambulia sana, au sio? Oh, Sun MC bwana amepita hii. Tunakutana naye finali. Ah, lakini okay, so tunakuzuri ukizingatia hiyo mwanangu tutatisha. Makofi kwa Sun MC.